na tulikuwa tunazungumza maswali ya swala lakini kwa vile tumejaribu kushauriana, ishaingia tena, inasogea inakaribia misimu ya Hija, tumeona tusimamishe kidogo maswali ya swala, labda tuya tuyazungumzie maswali yanohusiana na mambo ya Hija kwa sababu kuna mafungamano baina yetu sisi na baina ya wale wanaenda kule Maka, kuna mafungamano ya kiibada kao tujue mambo gani ambayo yanastahili na sisi na sisi kuyafanya. Tuna kitabu hapa kinachoitwa Ahkam Ashri Dhul Hijja wa Ayami Tashriqi, ambacho kitabu hichi kinazungumzia hukumu za masiku kumi yale ya Dhul Hijja na siku za Tashriqi, siku zile za za kula na kunywa na kuchinja na kuendelea na ibada nyingine. Kwa hiyo tunategemea kitabu hichi kina kurasa 29, pengine wiki tukianza leo na kesho na wiki ijayo, pengine tutakuwa tuko mwishoni, alafu tutarejea kule kule kwenye kipengele chetu cha swala. Mtunzi wa kitabu hichi anaanza, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatimin nabiyyin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa Muhammad, rasuluhu amma ba'd Fa inna min fadli llahi ta'ala, kwa hakika katika fadhila za Mwenyezi Mungu mtukufu. An anama alaihim bimawasimi alazima, kutuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa misimu hii mikubwa mitukufu. Walayami lfadila, na siku hizi bora kabisa. Litakuna ili iwe mnaman mwenye kuvuna, litaiina, kwa wale ambao watakuwa watiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa midanan litanafasi lmutanafisini na viwanja vya kushindana wenye kushindana katika masuala ya ibada wa min hadhihi mawasim al-ashri Dhulhijja, na miongoni mwa ma misimu hii ni hii misimu ya siku kumi hizi za Dhulhijja wa ayamu tashriq, na siku za tashriqi ambazo ni mwezi 11, 12 na 13 katika Dhulhijja baadaha ambazo zinakuja baada yake thumma anna hadhihi al-ayyama na vilevile vile tutambue baada ya hapo kwamba hizi siku kanat mahallan li ummahati liummahati ibada, imekuwa ndiyo sehemu muhimu ya ibada muhimu min alsalaa walsiyamu walsadaka walhaji waladhiya watakbiri. Katika siku hizi kunapatikana sala, ibada ya, ya hijja wanasema ni kubwa mno, ni kubwa zaidi kwa sababu inakusanya zile nguzo zote tano za Uislamu inapatikana nguzo ya kwanza ya shahada kwa sababu ndani yake tuna, tunamtukuza Allah subhanahu wa taala katika swali la tauhid kumpwekesha Allah subhanahu wa taala. Lakini vile vile ndani ya hija kunapatikana sala, kunapatikana saumu, watu wanafunga eh, imo katika ibada ya hija, wa sadaqa na watu wanatoa sadaka kwa kuchinja kile kinyama eh, walhaji na vile vile kuna hija ndani yake wal adhiya na vile vile yule mnyama mwenyewe ya kuchinja, watakbir na kuleta takbir. Kwa hiyo hii imekuwa ibada kubwa. Tukija kuswali hapa, tunafanya matendo ya swalaa tu tunafanya matendo ya swalaa tu, lakini ukienda kuhiji unapata yale matendo yote ambayo yamo katika nguzo za Uislamu, yote yale unayapata katika hija. Kwa hiyo ni ibada tukufu na ndiyo kikosi kazi, maanake kule umeenda kujipika kujivisha ili uje hapa, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema man hajja, yule ambaye atahiji akawa hajafanya upuuzi wa aina yoyote, basi hurudi nyumbani ka yaumi waladatu ummu, kama siku ambayo ndio kwanza amezaliwa na, na mama yake. Kwa hiyo ni ibada tukufu kabisa, kwa wale wenye uwezo wanatakiwa wajiandae, waende wa ghairiha na mambo mengineyo yanafanywa, walmuslim na mwislamu mutalibu bian yumara bi an ya'mura hadhihi al-ayyam, mwislamu anatakiwa kuyaimarisha masiku haya, yaani masiku haya kumi, tutakuja nayo mbele Mungu akipenda. Bi anwa'il qurubat, kwa aina zote za kujikaribisha kwake yeye Allah subhanahu wa Ta'ala wa alayhi na yeye mwislamu, an yata'allama al-ahkam ash-shar'iyya, ajifundishe hukumu za kisheria. Kuna mambo ukiyafanya madhal tunaziendea ibada lazima ujue hukumu zake. Ibada hii niende vipi? Mimi nimekusudia kuchinja, siku ikifika nimekusudia kuchinja, je, ndio nende tu hivi hivi? Kuna utaratibu wake wa kuchinja, lazima uji, ujifundishi wabihana kwa kupitia hiyo liyuhsina isti, istighlalaha kama yambaghi, ili aweze kuzitumia vizuri, au ili aweze kuzitumia vyema kama inavyotakikana nini unatakiwa usome, usome kipengele hichi ili masiku haya uyatumie vizuri. Na miongoni mwa mambo ambayo yatazungumzwa katika kitabu hichi kuhusiana msimu hiyo, ni mambo sita, insha Allah, leo tutazungumza mawili ya kwanza: fadlu ashri Dhul Hijja, ubora wa masiku haya kumi ya Dhul Hijja. La pili, ma yajtanibuhu fi lashri man arada udhiya. Kuna mambo anatakiwa ajiepushe katika masiku haya kumi, yule ambaye atataka kuchinja. Sema mimi nataka nichinje, tena tanchinja safari ng'ombe, tuchange mimi na wewe, change tuchange, wewe toa na mimi toa. Ng'ombe kwa ni shilingi ngapi? Hela milioni moja na laki sita. Basi tuchange watu watatu tatu, tutoe hii sadakatan lillah, sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Allah kama unataka hivyo kuchinja, na mshajipanga hivyo, kuna mambo unatakiwa wewe na hao wenzio mjipange, muyafanye, muyajue, sio mwingie tu katika hii ibada, muyajue ili mweze uweze kuchinja. La tatu, al-amalu wa taatu fi ashr e, matendo na utiifu katika masiku haya kumi. Wa min al haji wal udhiya, na miongoni mwa mambo hayo yanafanyika ile hija yenyewe na waludhhia, na kile kichinjwa chenyewe, na kusudiwa mbuzi, kondoo, ng'ombe na na ngamia. La nne fadhulu yaum Arafa, ubora fadhila za siku ya Arafa watakbiri fi, na kuleta zile takbiri ndani yake, hasa kwa watu wa masokoni. Tunategemea watu wa masokoni wapo hapa. Ikifika siku zile, tusisikie kule maneno ya kapita, kapita umepita mungano tu watu wakafanya makelele zogo kwa sababu umepita muungano. Ah, ah, isiwe hivi kwamba tusisikie takbiri markiti mule zinapigwa uh-huh. Zirindime mule markiti soko letu Darajani na barabara. Sasa sio tusikie kelele tu ambazo hazina faida ndani yake, lakini vilevile tutakuja kuangalia fadhlu yaumi nahri ubora wa siku hii ya nahri, siku ya kuchinja, ambayo ni mwezi kumi Dhulhijja, mwezi tisa Arafa, mwezi kumi le siku ya sikukuu inaitwa yaumu nahar, siku ya kuchinja, ndo siku ile ya kuchinja, na zile nyingine ni siku za kuchinja vile vile, lakini zile zimeambiwa yaumu tashriq, ni siku za kula vizuri na kunywa vizuri, ni siku za kustarehe, yaumu ayamu tashriq, wa ahkamu na hukumu zake wa fadhlu ayamu tashriki na fadhila za hizi siku hizi, mwezi 11, 12 na 13, wa adabi na adabu zake. Hayo tutakuja kuyaona leo. Tuanze na fadhlu ashru dhulhijja, ubora wa masiku haya kumi ya Dhulhijja. Innallah azza jalla hak, Mwenyezi Mungu azza, mwenye nguvu wa jalla, na mtukufu, mtukufu fadala baadhu shuhur, ameifadhilisha ameipa ubora baadhi ya miezi wal ayyam na michana wa layali na, na, na, na masiku na usiku. Mwenyezi Mungu kuna miezi ameifadhilisha. Katika, katika, katika Uislamu tuna miezi minne mitukufu Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram na Rajab. Hii ni miezi mitukufu ameifadhilisha. Nini maana kufadhilisha, maanake humu ndani yake kunapatikana ibada. Ukifanya ibada zinakuwa zinatofautiana na miezi mingine, na vile vile, ukifanya makosa, ukifanya makosa ndani ya miezi hii inakuwa tofauti na kufanya makosa miezi mingine. Miezi mitukufu ambayo ametaja Allah subhanahu wa ta'ala, nasema Dhulqada, Dhulhijja, Muharram na Rajab, miezi mitukufu, kama alivyosema katika Qurani minha arbaatu hurum wal ayam, na michana michana mitakatifu ndo ipi hiyo? Ni haya masiku kumi yanaotujia hapo mbeleni, masiku kumi ya, ya, ya Dhulhijja. Haya michana yake ni mitukufu, ikiwemo na siku ile mchana wa ile siku ya Arafa, michana mitukufu kabisa. Lakini vilevile wanasema michana mitukufu kila wiki, siku ya Ijumaa na vipi utukufu wake siku ya Ijumaa? Maanake kuna, kuna saa ndani yake pale, kuna saa katika siku ya Ijumaa, ukiomba dua direct Mwenyezi Mungu anaitikia dua yako, anaijibu anaikubali. Ya Rabbi, nijalie hichi. Ukiisadifu hiyo kipata muda huo, basi Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anaitikia moja kwa moja dua yako walayali na kuna masiku usiku, Mwenyezi Mungu, na masiku mengine ameyafadhilisha kuliko mengine, kama Lailatul Qadr, usiku ule wenye wenye cheo. Mwenyezi Mungu amefanya hivyo <laughs> ili liyakuna dhalika auna lilmuslim, ili iwe ni msaada kwa mwislamu. Fi ziyadati al-amal waraghba fi taati, katika kuzidisha matendo mema na ku, kuwa na hamu ya kufanya utiko watajiridi mnashat na kuiamsha ile hisia uchangamfu liyadhuma ajrahu ili ujira wake uwe mkubwa zaidi, wa wayahdha binasibi wafirin minathawabi na kupata fungu kubwa kabisa la thawabu. Amefanya hivi Mwenyezi Mungu kwa sababu hizo tupate sisi misimu hii, kama vile ambavyo wafanya biashara wanajua sikukuu ile mashallah, inakuwa ni wakati ule wa nini wa kujiengezea ile biashara na geza na gizishia lete container lete hivi anajua huu msimu wake, lakini vile vile na hii ndio misimu ya kuchuma mathawabu na, na kupata kheri chungu. Msimu wakati fadhila Allahu taala Dhul Hijja, Mwenyezi Mungu tukufu amefadhilisha siku kumi hizi za Dhul Hijja ala ghairiha kuliko siku nyingine min ayame katika masiku wa hadithi waan wa ibni Abbasin radhiyallahu anhu, Nabii sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Ibn Abbasi radhi Mwenyezi Mungu juu yake kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema: ma min ayamin, hakuna masiku michana, alaamalu salih, hufanya matendo mema, fi hinna, ndani ya michana hiyo, ahabu ila Allah, inaopendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu, minhu, kwa kupitia michana hiyo, fi hadhil ayami alashr kama mtu kufanya ibada ndani ya masiku haya kumi Mwenyezi Mungu anapendeza zaidi kufanya mtu ibada katika masiku haya. Waqalu, na masahaba akasema wala ljihadu fi sabili sabilillah, na hata kupigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu haina utukufu kuliko masiku haya. Kupigana unatoa damu, unapata ulemavu lakini unapigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mtume akasema, walal jihad fi sabilillah. Ehe, ndio sasa hata kupigana haina ubora kama masiku haya kumi ukiwa umeruzukiwa kufanya ibada. Unaona sasa tunatafuta vijana na tamani ambona hatupati jihadi, tunataka kwenda jihad sisi tukapambane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Fadhila kubwa kabisa hizi, unaambiwa walal jihad fi sabilillahi, masiku kumi ya kufanya ibada kwa hiyo kama tumetambua, maanake tujikite, tujifunge funge ili tuwatumie vizuri. wala jihad fi sabilillah, anasema illa, isipokuwa. rabda i huyu ndio yeye atakuwa bora zaidi. Rajulun, mtu. Kharaja binafsihi, ametoka yeye mwenyewe. wa malihi na akachukua mali yake, akabeba mali yake. walam yarji min dhalika bishei, na wala hakurudi na kitu chochote. Kaenda vitani, kachukua mali yake yeye mwenyewe, kafa kachukua mali yake ikamalizika na hajarudi na kitu chochote. Huyo itakuwa yeye ni daraja yake kubwa zaidi, kwamba yeye amechukua kila kitu. Maanake katoka yeye, pengine katoka na watoto wake, twenze tu ni kwa ajili ya mwenyezi Mungu, tukapigani ya, tukapambana wakachukua mamali wakatoa mapesa yote benki yale wakaingiza katika hili, hili ya Mungu, hili twende hili tuliandae hili kundi ni kwa ajili ya mwenyezi Mungu, tuliandae hili kundi twendeni. Kwa hiyo hakikurudi kitu Ha, haijarudi nafsi haijarudi mali, kwa hiyo huyu yeye atakuwa ya daraja yake ni ya aina nyingine. <coughs> Mtume anaendelea kusema ma min amalin azka inda Allahi azza wa jalla, hakuna amali ambayo itakuwa tukufu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Mtukufu wala a'dham wala bora zaidi ajran kwa ujira wala yenye ujira mkubwa min khairin katika, katika kutenda mambo ya kheri ya amaluhu ya fi ashri aladha, kuliko matendo ambayo atayafanya mtu katika siku hizi kumi, anapata ujira mkubwa. Kumbe sisi tulikuwa hatujui, jamani, tunazembea. Kumbe siku hizi kubwa ni tukufu mno, kwa tunatakiwa tujiandae kwa siku hizi. Wa hadha dalili, nasema dalili hii ala fadli fadhli ayami ashri dhil hija juyaubora wa siku kumi hizo Dhul Hijja, ala ghairiha kuliko masiku mengine. Min ayami sana katika siku za mwaka, li anna rasulullah li anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume juu yake rehma na amani shahida, ameshuhudia yeye mwenyewe, bi annaha afdalul ayami lil amali as salih. Yeye mwenyewe ameshuhudia kwamba masiku haya ndiyo bora zaidi mtu kufanya matendo mema, yeye mtume sallallahu llah alaihi wasallam wahaithu fiha, na kiasi ambacho ndani yake katika masiku haya, ala lamali salih, katika kufanya matendo mema. wa hatta fiha, na akahimiza siohaidhu wahatha na akahimiza mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya matendo mema, wa amara fiha, na akaamrisha ndani ya masiku haya bikathrati tasbihi, kuleta kwa wingi tasbihi, kusema subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kwa wingi wa tahmidi, na kuzileta tahmidi, kumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah alhamdulillah, wa takbiri, na kuzileta takbiri, Allahu akbar Allahu akbar kwa wingi fi qawlihi katika maneno yake Mtume aliposema ma min ayamin adhamu inda Allah, hakuna siku ambazo ni bora zaidi mbele Mwenyezi Mungu, wala ahaba ilaihi laamal wala katika siku hizi ambazo inapendeza zaidi kufanya matendo fihinna, katika masiku haya min, min hadhih layami lasha, kuliko ndani kufanya matendo haya ndani ya masiku haya kumi faakthiru akasema basi kithirisheni fihinna katika masiku hayo min tahlili kusema la ilaha illa illa la la ilaha illallah, la ilaha illa illlah wtakbiri na kusema Allahu akbar Allahu akbar watahmidi alhamdulillah, alhamdulillah. Ilfum na kusema alhamilahtukithirishe ukipata elfu moja elfu kumi elfu hhn, wewe mdomo wako huo nakithirisha, huko kwenye duka lako, kwenye biashara yako, masiku haya kithirisha kuzileta wa mimma yadullu ala fadhliha na kile ambacho kinajulisha juu ya ubora wake. Aidha, vile vile, anna fiha kwamba ndani ya masiku haya kumi ndani yake imo yaumu arafa, siku ya arafa, mchana ule wa arafa wa arafa ya wa yaumu nahri na vile, vile ipo ile mwezi kumi le, siku ya kuchinja. Kwa hiyo kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi kumi zote hizi ni, ni siku muhimu sana zote tusiziache jamani tupambane juu chini, tuhakikishe tunafanya matendo mema. Wa fiha umia na ndani yake kuna hicho kichinjwa lhaji, lakini vile, vile, vile kuna ibada ya hija. Qala Ibn Hajar rahimahullah, amesema Ibn Hajar allahumrehimu, walladhi yadhhar, na kile ambacho kinadhihiri, anna sababa, kwamba sababu fi imtiazi y ashri dhulhija, ya kuwa ina sifa maalum, siku hizi za Dhul Hija zina sifa maalum, imtiaz make zimetengwa, zimetengwa hizi, ni maalumu hizi. Kama vile unavyosema unawalika watu shughuli, ukasema hizi sahani zangu tatu sahani zangu saba hizi, kwa ajili ya wageni wangu maalumu, hizi ukazikoki vizuri pale, kwa na katika mwaka mzima hizi ni siku maalum, Allah kazitenga hizi. Anasema kwa nini zimefanywa hivyo? limakani jitimai ummahati na ibada, kwa sababu hukusanyika ibada zote muhimu kama ndilivyosema mwanzo, anarejea tena mtunzi, wahiya sala, nayo ni swala, ndani yake inapatikana wasiyam na funga, inapatikana katika amal za kheri wa sadaqa na kutoa sadaqa, utachinja na sadaka zenyewe walhaji, na vile vile inapatikana hija wala yataatta dhalika ghairih, na wala hakipatikani hayapatikani hayo katika masiku masiku mengine. Kwa hiyo tumejua fadhila zake, kwa tunataraji tuyapokee vizuri, muda si mchache. Ikiwa leo mwezi ngapi? Leo jamani, leo mwezi ngapi? mwezi ngapi leo Dhulqaada? Eh, sote hatujui. Mwezi 18 mwezi 18 Zimebaki siku kadhaa, siku chache tu, kwa kama baki, zimebaki siku chache. Maanake hapa tushapata, tushajua umuhimu wa hii Dhulhijja, ashru Dhulhijja, dhul haya kwa hiyo uandae ndani ya nafsi yako, useme na mimi nnapambana haya masiku haya, nifanye matendo mema. Lakini inshaallah kesho, sasa Mungu akipenda tuwepo, tuendelee na jambo gani? ma yajitanibuhu fil ashri min man arada udhhiya, yale mambo ambayo anatakiwa ajiepushe ndani ya masiku haya kumi, yule ambaye atatia nia ya kuchinja. Mimi nitataka kuchinja mbuzi shilingi ngapi? laki mbili? laki mbili. Na mimi nataka kuchinja ehe, ushatia nataka kuchinja, ndiyo. Kwa hiyo kuna mambo hapa tutakuja kuyadurusu inshallah kesho, ili uweze kuyajua ili ibada yako hii iwe kubwa na iwe takatifu na Mwenyezi Mungu atutilie baraka.